Yo isho boy yoisuboy Mo Dazen rais wa kunyumba bana, eye eh, tuko live au vipi? Tuko mbele yako shabiki wetu, mani wetu ambaye unatusapoti bana. Tulikuwa na movie yetu ilikuwa inaitwa Penzi la Kifo, Penzi la Kifo, sasa hivi tunatamani tuiendeleze episodi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sema ni nini, ndugu zangu. Sisi tunashukuru kwanza kwa, tu, kwa kutusapoti na kwa kutufuatilia kwa sababu tumeona sapoti yenu ni kubwa zaidi, lakini kama CEO wa Dazen Brand Music, rais wa kunyumba mpunga kidogo nyama lundo bado niko kwenu, tunaomba sapoti yenu ili tuweze kufika nanyi muweze kupata kile kitu roho inapenda, au vipi bana? Lakini siko peke yangu, niko na familia yangu, baadhi ya familia ya Dazen Brand Music. Lakini sio vibaya nikawatambulisha, baadaye wenyewe anaweza kazungumza. Kama si hio na heshima niliokuwa nao leo, naamua kuwatambulisha wanangu rasmi rasmi kabisa. Naanza hivi bana, huyu anaitwa Matonge huyu bana, <laughs> kwa Dozen Brand Music bana, kama mtunzi wetu, lakini ni main character mkuu ambaye tunamtegemea. Yaani huyu akifa, I say sijajua siku itakuaje. Lakini baada haijatosha, niko na mdogo wangu, mtoto mzuri piskali, mtoto mpole, hana mambo mengi, anaitwa Feti aka... Fatuma, utaweza so, kusema Fatuma aka Feti, lakini bila kusahau tuna Mganga Machiringa uji Mabundo. Uji huyu hapa, huyu anaitwa Mganga Machiringa kama kawaida, lakini huyu ni ni main character mkuu sana. Ukimweka sini yoyote nakaa, unajua ni nini. Yaani huyu ukimweka kwenye uganga makatobe akasome Huyu hapa yuko Dazen Brand Music. Sisi bana tunashukuru sana, tunashukuru sana. Yaani sana sana sana sana sana sana. Tunaomba support yenu ndugu zetu, familia zetu, shabiki zetu na kila mtu anayetutazama na kila mtu anayetazama hii clip. Utakapoiona, ushare kwa mwenzio ili watu waweze kuendelea kutusupport. Unatusupport vipi sasa? Unaenda kwenye YouTube channel, unaandika Mo, unaacha nafasi Dazen. Eh, bana humo mna full package. Kila kitu unachokipenda. Ukipenda mziki upo, ukipenda movie aina zote zipo. Ukipenda karate, yani chochote unachotaka. Sasa bana, na wakaribisha waweze kuongea mawili matatu, baadhi ya wasanii niliokuwa nao hapa. Karibuni ndugu zangu, huyu hapa. Oh, asanteni jamani, ndugu washabiki, tunashukuru sana na tunawapenda pia. Ya kwa jina naitwa Matonge kama alivyosema kiongozi hapa, so sisi tunajitafuta sasa hivi. Tungependa sana mtuendelee kutusupport, mtuchoke. Lakini pia kuna kazi nyingi na nyingi zinaendelea kutoka. So jana tumepandishwa au usaiti ni story fupi, lakini inaeleweka kwao. Itaendelea mbele, na pia penzi la kifo itaendelea, shabiki zetu. Lakini pia changamoto ndogo ndogo hazikosekani, so tunaomba sana mwendelee kutusapoti. Tunawapenda sana shabiki zetu, asanteni. Mimi naitwa Fety, ni msanii wa Modazen, ni msanii wa sanaa yo. Ebana ni mtu aibu sana, sana. Sishakwambia mwanangu anaitwa mm -hmm. Feti wa Dazen Brand Music bana, huyu ni mdogo wangu, ndo anaanza yani, sinaona hata kuongea, anatamani kulia kwa sababu ni jinsi gani anatamani support yenu. Hebu mshikeni mkono, ile il very confidence kwenu au vipi? Aya bana, tuko kwa mganga machiringa. Mimi ndo mganga machiringa wa eh, kama kawaida au kama unaweza ukanipata Diego master Nashukuru sana ndugu zangu, tumeona nguvu yenu, na mzidi kutufuatilia sana, na mtu tuna, tunaomba support zenu. Tupo hapa ndani ya Dazen Brand Music, punga kidogo nyama lundo. E, ni kama hivyo, lakini pia unaweza kukumbusha, tunahitaji cast bado eh? Cast tunahitaji, ndio changamoto ya cast wa kike, na akitokea hata wakiume tena vizuri, tunapokea <coughs> mpe kidogo, ongee karakta mtunzi mtumbadi kabisa huyu hapo, Matonge tena wapo kama kawaida. Nilitunga story ya penzi ya kifo, so nimetunga na nyingine ya usaliti. Kuna nyingine pia inaitwa chaumbea ambayo ipo itatoka muda si mrefu, na pia kuna goma lingine linakuja muda si mrefu, lakini pia utokosea Ukitaka kujua ukoo wangu unaweza kujua. Mimi na huyu ni baba mmoja mama mmoja, lakini tumbo mbalimbali, kwa sababu huko. Sasa baba yake huyu hapa na babangu mimi, changazi dandwe, shangazi yake, mjomba yake, bibi yake, mama mdogo, mama yake huyu hapa ndo bibi yangu mimi, shangazi yake mama amen ndo mjomba wake huko, baba yake mdogo, mama yake, kaka yake, ndugu zangu eh, ana kufajuza anaweza rajana. Kwa hiyo na huyu ni mapaja, eti mapaja ni mafasi eh, bana kama ipo kwani, mwanangu wewe, wewe ni ndugu yake nani eh?

Tunakana hivyo tumesign out bana, tunashukuru tuna happy sana, tuna happy tuna happy. Sema nini, wanangu, kuna vitu vingi vinakuja bado. Yani vitu vingi msituchoke, yani wewe nikwenda tu kusubscribe mbanda gang, unapiga na kengele kambanda lakini, unapiga na like kambanda lakini, unapiga na comment. Safi sana, wanangu, tunawapenda. Endeleeni kupambana, sisi tunapambana bana, sio kamilifu kamilifu ni huyu mmoja aliye juu hapa, nani? Mungu, la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Asante.